Nimepita kwenye hii barabara na nimempigia huyu injinia wa mkoa, barabara hii hakuna kinachofanyika. ni kweli mkuu? na pesa yetu mmeshachukua? ni kweli kabisa. aongea kwa sauti wa kusikia wananchi. ni kweli, ni kweli kabisa. Sasa mkuu. Naam. wa wilaya, mimi nahitaji mkutano mkubwa hapa njia nne hey. Nahitaji mkutano gani mkubwa ambao nitakuja nitazungumza na wanambondole, waniulize maswali, walete mdukuduku na kero zao yeah! Halafu ole wake nikute huyu jamaa hajaanza kujenga hii barabara. Sitajali rangi yake, wala sitajali amesaini lini mkataba, nitakamata vile vile, atakwenda kupumzishwa mahali huko na tafakari kwamba alitudanganya au alisema kweli kuhusu uwezo wake, kwa sababu watu wanapofika kwenye hili taifa wanapaswa wafanye kazi hizi barabara tungeweza kuwapatia wazawa wenzetu, lakini wapo pia wazawa wengine wenzetu ambao na wao janjajanja inakuwa ni nyingi pia. Sio maneno mpaka hapa. Hawa nao wana janja janja, usipowasimamia mahali pa simenti mifuko kumi wanaweka mchanga mifuko minne, sita simenti. Hao jamaa hao, na wenzetu wengine wa Afrika na weusi wenzetu nao wapo wanaohujumu miradi. Kwa maelekezo ya Mheshimiwa waziri wetu ambako pesa hizi ndio zinatoka kwenye wizara hiyo kwa maana Muhamed Mchengerwa atakuja na yeye, hii barabara akute imeanza kujengwa. Hebu niambieni barabara hii ina, lini inaanza kufanywa kazi na mitambo ni lini nitakuta imekamilika?

Sasa naye amesema analeta analeta kesho Freda. Mm -hmm. yu... An kwa mm -hmm. sababu yeye no. kama nani yeah. sasa. Sasa. Sasa. sasa? Sasa Mwenye mwenye power, power. Kwa kwa hiyo huyu alitumwa leo kwa sababu yule yuko. sasa sikia kwanza bwana consultant, Naam. Wewe ni mweusi mwenzetu mwenzetu kama sisi. Hebu msifanye mizaha weye, hizi barabara barabara. Nafikiri unaona hao wananchi wamcha wamechateseka sana, msifanye nini jamani, msifanye mizaha. Pakapokuja tena hapa hatutakuwa kama tulivyokuja. Naomba niwaeleze vizuri mnielewe vizuri sawasawa. Mnajua tukiwaeleza ukweli mtapata cha kutueleza na nyinyi na kutushauri. Hii barabara sasa imeingia wapi? Hii barabara imeingia kwenye awamu ya pili ya utekelezaji wa hii miradi ya DMDP. Kwa hiyo sasa hivi hii barabara inatoka hapa inakwenda Majohe hapo inakwenda mpaka Pugu, kilometa hizi zote zimeingizwa sasa kwenye mpango wa pili. Kwa hiyo hii barabara inapotengenezwa sasa hivi mwaka huu muda huu, hii haitatengenezwa kwa pesa hizi, si kama mnanipata backup. Halafu pia kuna barabara hii hapa kama kilomita saba ambayo inatoka hapa inakwenda upande wa Chanika kule Buyuni, hii nayo tumemwambia mkuu wa wilaya na mkurugenzi waone namna ya kuangalia bajeti ya kawaida ili watengeneze hata kwa changarawe na iweze kupitika vizuri, lakini pia pana barabara hii ambayo inakwenda kule Msongola, kama mnaipata hii hapa. Kama mnakumbuka vizuri, kuna hii barabara inayoanzia Msumbiji inapita hapa Msongola pote inakwenda mpaka Mbande inakwenda mpaka Chanika, hii ambayo ndio tunakwenda kule kutoboka kule. Zote barabara hizi tunataka tuzipige sasa kwa lami, lakini kwa muda huu inaanza hii Si kama mmenielewa, ndugu zanguni. Kwa hiyo asitokee tena mwongo wa kuanza kusema hii inajengwa kesho, alafu mara kesho haipo, watu wanaanza kuichukia serikali kwamba kwa nini hii barabara haipo. Mkandarasi ambaye amepewa barabara hii hapa anaitwa mkandarasi Jiang Geo Engineering Group Co Corporation, amepewa kazi ya kutengeneza hizi barabara Kitunda, Kivule, Msongola, lakini pia na hii barabara ya Majohe Junction njia 4 kilomita 2.7 na mkataba wake una jumla ya shilingi bilioni 30.3, lakini pia kazi imeanza kutokea tarehe 15 Januari na inategemea kukamilika tarehe 30 Mei 2026. Hadi kufikia sasa, mkandarasi amekwisha kujenga kempu pekee na amefanya kazi za uh, kufanya mapitio kwa ajili ya uondoaji mi, miundombinu mingine kwenye barabara ambayo uh, tunaendelea kuihakiki ili aweze e, kuiondoa na kazi rasmi ya, ya ujenzi iweze kuendelea. Mheshimiwa Mkuu Mkoa, mradi unategemea kukamilika ndani ya miezi kumi na mitano barabara. Kwanza kuanzia Mombasa mpaka kuja kwetu njia nne, barabara mbovu, madaraja mabovu, hasa watoto wetu watawaenda shule, ikifika kipindi cha kwenda shule wanapata shida ama njia. Na sisi mama ntilia tukitoka huko mazizini tukija mpaka huku hadi tunarudi huku tupo hoi, barabara zote mbovu Yani kipindi cha mvua kwetu inakuwa ni changamoto, tuboreshee barabara hapo katikati hapo. Kama unaenda fremu tatu, kuna mama alijifungulia njiani kabisa, na sisi wamama ndo tukamsaidia kama mwanamke mwenzetu, na hili swala linajulikana na wengi, wanalijua hili swala kweli. Barabara ni mbovu mno, kiasi kwamba hata wajawazito wagonjo wagonjwa wakitaka kwenda hospitalini mahospitalini au makazini kwenye kazi zao hawapati njia ya kupita kabisa, na tumejaribu kuongea na viongozi waa za mtaa watusaidizi barabara wa za kifusi kila siku, kifusi hakuna. Mbunge wetu huko hatumuoni, anakuja huko anatupa propaganda tu, bwana, tunakuja za za za barabara, akija anaishia huko juu barabarani huko, na gharama za kwenda makazini kutafuta riziki ya watoto, inakuwa ni changamoto, hasa kwa watoto. Hata watoto wa shule kwenda shuleni inakuwa ni changamoto kabisa, uchukue pikipiki, umbebe mtoto, labda sehemu ya kutembea kwa miguu, tunaona shilingi 3000 4000 5000, kwa hiyo ni shida.